Tosote mradi wa mawasiliano kwa njia ya masafa serikalini umezinduliwa rasmi jijini Dar es Salaam ambapo mikoa mitano kati ya ishirini na moja iliyounganishwa katika mpango huo imeweza kuwasiliana. Mikoa iliyowasiliana wa ni Shinyanga, Mtwara, Dodoma, Pwani na Dar es Salaam, kama anavyoripoti mwandishi wetu Nora Uledi. Uzinduzi wa mradi wa mawasiliano kwa njia ya masafa miongoni mwa ofisi za serikali lengo likiwa ni kurahisisha mawasiliano na kupata habari sawia kwa wakati ule ule. Waziri wa Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia Profesa Makame Barawa amezindua mradi huo. Mheshimiwa, kwanza nakushukuru sana kwa kutupa kuzungumza vizuri na umetueleza mambo mengi. Mara baada ya kuzindua mpango huo, akawataka Watanzania kutumia fursa hiyo kupunguza gharama na kuharakisha maendeleo. Huduma ya teknolojia ya video conference ni muhimu katika kuongeza ufanisi. Viongozi watendaji na wataalamu wanaweza kufanya kazi zao kwa kushirikiana na kuwasiliana na wadau wengine wakiwa katika sehemu zao za kazi bila kulazimika kusafiri kutoka sehemu zao za kazi na kwenda kwenye sehemu nyingine, hivyo kupunguza harama, hatari za namna ya kusafiri kwenye magari. Pia hu huimarisha mawasiliano serikalini, huhamasisha matumizi ya serikali mtandao, hupunguza urasimu kurahisisha utoaji wa maamuzi na utekelezaji wa majukumu ya ndani ya serikali na kwa wananchi na manufaa mengine. Mtendaji mkuu wa wakala wa mafunzo kwa mawasiliano ya njia ya masafa, Charles Senkondo, ameitaka jamii kujenga uthubutu wa kutumia teknolojia hii. "Kwa hiyo teknolojia ya video conference inaweza kuleta washiriki walioko mbali kama leo tunavyoshirikiana na wenzetu ambao wako mbali kutoka Dar es Salaam, na vilevile vile, inatoa nafasi ya kuleta mchanganyiko wa teknolojia nyingine zinazoletwa na mtandao kama internet tovuti, na kutoa nafasi ya kuweza kuleta mafunzo ya makundi mbalimbali mbali kwa pamoja. Serikali iko katika hatua za mwisho za kufanikisha mawasiliano kwa njia ya masafa yaani video teleconference katika ofisi zote za serikali.